Hisense fridge lita mia sabini na saba yenye option ya water dispenser ni nzuri sana jamani, kwa shilingi laki sita na tisini utaipata Kariakoo Mall. Ngoja nionyeshe wateja wetu wazuri, ina sehemu ya freezer hii hapa. Freezer yake ni ndogo nzuri kabisa, utaweza kugandisha vitu vyako mbalimbali, lakini ina option ya defrost. Ukitaka kudefrost, vitu ni kuyeyusha vitu ambavyo vipo kwenye freezer, utapusha hapa ba kwenye batani yako vitu vitayayuka, ni nzuri sana na hii tray unaiona hapa ni ya kuvujisha haya maji yanayotoka kwenye freezer yako, utaweza kutoa hii tray na kumwaga maji. Lakini ina sehemu moja mbili tatu ya kuweka vitu, kwa kawaida ni nzuri sana lakini pia ina tray kubwa hii hapa na ina trays zake hizi za pembeni moja mbili tatu, lakini bila kusahau sehemu hii ya water dispenser ina ujazo wa lita mbili. Hapa unaweza ukaweka kinywaji cha aina yoyote uweze kutumia chenye ujazo wa lita mbili, na hapa nje utaendelea kufanya matumizi yako kwa shilingi laki sita na tisini tu, utaipata Hisense fridge lita mia sabini na saba kutoka Kariakoo Mall. Eh, ni free delivery jamani, Dar es Salaam kote, haijalishi uko sehemu gani, ni free delivery takuletea hii fridge. Eh, karibuni sana wateja wangu wazuri, lakini leo nitatoa ofa kwa mteja atakayenunua hii fridge leo atapata na ofa ya fridge gadi kutoka Kariakoo Mall. Namba zetu ni sifuri saba moja nne nane tatu tatu mbili nane nane. Karibuni sana